Mtaona Uwemba tumepokea kiasi cha bilioni moja milioni mia moja sabini na mbili, mia saba kumi na tisa, mia nne tisini na moja pointi saba tatu. Lakini pia ukienda kijiji cha Ikisa tumepokea shilingi milioni mia tatu arobaini na tatu milioni mia tatu arobaini na tano mia tatu sabini na tisa mia saba sitini na tatu pointi nane. Lakini pia tukienda kijiji cha Kirenzi tumepokea shilingi milioni mia sita sabini na sita mia mbili ishirini na mbili mia tano tisini na tisa pointi kumi na mbili. Lakini pia tukienda kijiji cha Magoda tumepokea kiasi cha shilingi milioni 79,695,385. Lakini pia tukienda kijiji cha njomlole tumepokea milioni milioni 133. Lakini pia tukienda kijiji cha maganjaula tumepokea milioni 224. Lakini pia tukienda jumla ya vijiji vyote tuna bilioni 2,623,811,359. Kwa hiyo, ndugu mgeni rasmi, tunavyosema kata ya Uwemba tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa asilimia 100. Maana yake ni hii, hakuna kijiji ambacho hatujakifikia, mheshimiwa ndugu mgeni rasmi, lakini pia lakini pia ndugu mgeni rasmi na viongozi wenzangu, tukienda ukurasa namba kumi na sita tutaanza kuangalia sehemu ambazo tulipeleka pesa. Ukiona hapo hizo picha juu, hiyo ni zahanati ya Makanjaula. Makanjaula oe, zahanati ipo, ipo. Oe. Lakini pia ukienda hapo chini utaona Machinjio katika mtaa wetu wa Uwemba. Ipo, wa Uwemba machinjio ipo, haipo? Ipo. Mmeiona, mmeiona. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi ukienda ukurasa nambari 17, saba utaona mradi wetu mkubwa, mradi wa ujenzi wa madarasa nane ya ghorofa. Tumeonyesha picha hapa toka tunaanza kusafisha uwanja, tunaanza kujenga msingi gorofa linakuwa lakini picha inayofuata pale tukaenda kufanya maendeleo madiwani, picha inaonekana ikiwa nasaidia kubeba nzege, na hapa chini ni jengo lilipofikia. Uwemba oye! Lakini mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa mgeni rasmi tukienda ukurasa namba 18 tutaona jinsi ambavyo shule yetu ya amali ambayo inajengwa katika oye katika kijiji cha Magoda na Kilezi na tumepokea kiasi cha shilingi milioni mia tano na pointi kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa shule ya amali Magoda. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi na mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Uwemba, ukurasa namba 18, hapa utaona mwishoni kuna utekelezaji wa umeme. Mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa mgeni rasmi, toka iumbwe dunia hawa ndugu zetu wa kijiji cha Makanjaula hawakuwahi kupata umeme mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara ya kwanza wamekwenda kupata umeme kipindi cha utawala wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kipindi cha Mheshimiwa Deo Mwanyika na kipindi cha uongozi wa Dr. Nicolas Mtewele. Leo ndugu zetu wa Makanjaula walipata umeme. Mwenyekiti na mheshimiwa mgeni rasmi, hapa kidogo naomba nieleze, ilikuwa ni changamoto sana na ilikuwa tunapigwapigwa danadana sana, lakini ilinilazimu niende mpaka kwenye kiwanda ambacho wanatengeneza hizi nguzo kuangalia kwa nini nguzo zetu zinakwama, na, na mshukuru Mungu, tulifanikiwa tukapakia zile nguzo na tukafika nazo Njomlole, lakini ndugu zangu wa Njomlole wakatusikitisha kidogo. Siku hiyo tumepaki gari yetu pale, wakaiba mafuta na nguzo zetu zikaishia pale Njomlole. Lakini niwashukuru sana wananchi wa Njomlole wakajaza maf... wananchi wa Makanjaula wakajaza mafuta na nguzo zao zikapika Makanjaula oy. Lakini mheshimiwa mwenyekiti Udiwani ni utumishi kama utumishi mwingine. Mheshimiwa mwenyekiti, ukiangalia ukurasa namba 19, nilikuwa ninaenda kuangalia watoto wenye mahitaji na wanafunzi wasiokuwa wasiokuwa na uwezo. Kwa hiyo picha hii utaona nikigawa madaftari peni na vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya watoto shuleni. Lakini pia picha ukurasa namba 19 ili ni shule juu ni shule ya msingi Jomlole, lakini chini ni shule ya msingi Makanjaula. Makanjaula oye! Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tukiangalia ukurasa namba ishirini, hapo juu hiyo ni zahanati yetu ya Makanjaula na imepigwa kwa picha vizuri inaonekana. Makanjaula oye! zahanati oye! yetu imeshakamilika, na sasa wananchi wa Makanjaula wanakunywa dawa. Yote hii ni tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuidhinisha pesa nyingi kufika katika kijiji chetu cha Makanjaula na kufanikiwa kupata kupata zahanati nzuri na ya mfano katika mashauri nzima ya mji wa Njombe. CCM oyee! lakini mgeni rasmi na Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, pia chini yake hapo kwenye ukurasa namba 20 tuna zahanati ya Jomlole. Mheshimiwa mwenyekiti, hii zahanati tunaendelea bado, haijafunguliwa lakini, Mheshimiwa mwenyekiti, na niwaahidi viongozi wenzangu hapa, tayari imekwisha kutengewa bajeti mwaka wa fedha ambao unakwenda kuanza mwezi wa saba, zaanati yetu ya Njomlole itakwenda kukamilika na wananchi wa Njomlole wataenda kunywa dawa. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi na mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, hapa chini yake namba ukurasa namba ishirini tuna zaanati yetu ya Kilenzi. Kilenzi oye! Zaanati yetu oye! ya kijiji cha Kilenzi lakini imesajiliwa kwa jina la Magoda, kwa hiyo inaitwa zahanati ya Magoda. Mheshimiwa mwenyekiti na mgeni rasmi, hii ni zahanati ambayo imekuwa na vifaa vya kisasa na vifaa bora sana. Mheshimiwa mwenyekiti na mgeni rasmi, ninaomba nikupeleke ukurasa namba ishirini na moja. Mheshimiwa mwenyekiti na mgeni rasmi ukurasa namba ishirini na moja. Ninaomba hili mnaloliona ndo jengo ambalo tumuu ndani CCM oye umagoye tukiwa tunafadhiliwa, ufadhili wa tasafu Mama Samia oye. Nadhani Mheshimiwa mgeni rasmi, hakuna shule nzuri ya msingi kama shule hii ya shule ya msingi Umago, shule imezunguziwa pensi, shule ina mazingira mazuri, na ndio maana tulipokaa na kamati ya siasa ya kata, ikasema inawataka wajumbe wote waje kuona kazi nzuri anayoifanya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu, kazi anayoifanya mheshimiwa Deo Mwanyika, kazi anayoifanya diwani wao basi waje kuona mazingira ya shule ya msingi ya Umago lakini waone jinsi serikali yao inavyofanya kazi. CCM oyee! Umadoe. Kwa hiyo kamati ya siasa iliridhia tufanyie ukumbi huu, na ukumbi huu nadhani mmelizika, ukumbi mzuri? Mbaya? Mzuri. Tika. Tika. Lakini leo mmefika muone kazi zinazofanyika na jenerali Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuletea fedha katika kata yetu ya Uwemba moye. Lakini pia Mheshimiwa mwenyekiti na mgeni rasmi wa wa mkutano huu chini hapa kuna bweni hili. Ni bweni ambalo na lenyewe tulipata ufadhili wa tasafuni, bweni la wavulana liko shule ya sekondari Uwemba, Uwemba sekondari pale tunakojenga ghorofa. Uwemba oye uwe. Magorofa oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, picha ya mwisho ni nyumba pacha na eneo iko ndani ya eneo hili hili ya shule ya msingi Umagu, ni shule ambazo wanakaa walimu wetu. Sasa maeneo yetu tulikuwa tunasema zamani mzigo mzito mpe Mnyamwezi <laughs> lakini sasa mzigo mzito tunakutwisha wewe tena, kwa sababu nimegundua unauweza sana Amen. Na wakati nakuja huku, na mimi nimekagua baadhi ya miradi mingine mpaka kwenye sekondari ya Uwemba na penyewe nimefika, oh, ili nione kwamba haya kweli yapo na nimeona kweli yapo, lakini tutaendelea kushirikiana tena na tena kuhakikisha kwamba Uwemba inabadilika zaidi. kila kitu kinakuwa sawasawa. Kuna mtu mmoja aliimba mambo sawa sawa, eh? mambo sawa sawa, na rais wa awamu ya ya tatu nadhani mzee wetu Benjamin Mkapa alikuwa anasalimia wananchi mambo poa. Kwa mheshimiwa diwani, mambo yote ni poa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa mwenyekiti wa wa chama wa kata hii, mimi mliponialika, na nisingeweza hata kukataa kwa sababu ninyi mabosi wangu pia. Nawezaje mathalani kualikwa na chama afu nikasema nina shughuli nyingine? Haiwezekani. Chama sisi kikitoa maagizo tunaenda kutekeleza. Tukituita njoo tunakuja, tunakimbia haraka, kwa sababu chama ndio mwajiri wetu, na watumishi wa umma hapa wamekuja hua, najua, chama, muajiri, wow, kwa sababu wanajua chama ndio mwajiri wao. Sisi tumeshirikiana na mheshimiwa diwani kutekeleza haya yote mlioyaona Tangia tunamchagua huyu diwani wetu, kuanzia diwani, mbunge mpaka rais, kwa kweli kabisa watu hawapo vizuri sana kazi. Kila kijiji alikuwa anatembelea, anafanya kazi vizuri. Tumemwona amejenga hospitali, amejenga shule, mambo mengi amefanya. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Hata mbunge wetu tunamshukuru, yupo vizuri sana, hajatukosea kabisa. Rais wetu wamefanya kazi nzuri mpaka sasa, na tunampenda tena. Wote tunaomba Mungu atusaidie ili wapate kushinda tena, kwa sababu wametufanyia kazi nzuri, na tunataka tena walipoishia saizi waendelee wao kumaliza, kwani toka nianze kufanya uchaguzi wa madiwani kupa asimia kwa mimi kama mimi yangu asimia mia moja so madiwani wengi wamepita, kazi sijazo zilizofanyika Namba moja kabisa, napotoka mimi kijiji cha Makanja cha mwisho kwa kama kisiwa pale, panazanati naenda kutumika kwa madarasa matano yamejengwa, ilani ya diwani wetu aliyopita Jactan Mtewele. Nimekuja utekelezaji wa umeme, Makanja tunao pale muda wote upo juzi juzi, transformer iliungua, ameleta hapa transformer, kazi inaendelea.